Tutaongelea juu ya watoto wanaozaliwa kabla ya wakati au tunaita preterm babies. Hawa ni watoto wanaozaliwa kabla ya wiki 37 za ujauzito. Kila mwaka takribani watoto milioni 15 wanazaliwa duniani kote. Hii ni sawa na kuzaliwa watoto kumi, mmoja akawa ni preterm au aliyezaliwa kabla ya wakati. Watoto hawa wanahitaji uangalizi wa ziada ili waweze kukua vizuri kwa sababu wanazaliwa kabla ya wakati, uh, wanapata changamoto mbalimbali mbali, kwa sababu viungo vyao havijakomaa vizuri. Changamoto wanazozipata uh, inaweza kuwa kushindwa kupumua vizuri, mwili kupoteza joto, kupata maambukizi kirahisi, lakini pia wanashindwa kula au kunyonya vizuri. Zipo sababu mbalimbali zinazoweza kusababisha watoto hawa wakazaliwa kabla ya wakati. Moja ya sababu hizi ni kama vile mama kuwa na shinikizo la juu la damu, mama kuwa na magonjwa ya sukari, maambukizi kipindi cha ujauzito, lakini msongo wa mawazo, alishe duni na mama akiwa na mtoto zaidi ya mmoja tumboni, au tunasema watoto mapacha. Hizi ni sababu ambazo zinaweza zikare, zikasababisha mama akajifungua kabla ya wakati. Katika kuadhimisha siku ya mtoto aliyezaliwa kabla ya wakati Kauli mbiu ya mwaka huu inasema, wape watoto njiti mwanzo imara kwa ajili ya mstakabali wenye kung'aa. Hivyo sisi kama hospitali ya Benjamini Mkapa tunatambua umuhimu wa kutoa huduma nzuri kwa upendo na kujali, kesho imara kwa kila mtoto.